Na tabia yako ikabadilisha mtu yule, mtu akawa ni mwenye kusema, mimi nimehifadhi aya tautosiji. Miaka ishirini iliyopita nilimsikia mtu fulani akisoma, nikasikia saivi mtu yako mimi una afunga kwa sababu ni sunna. mimi nafunga kwa sababu ya mtu fulani alinifundisha namna ya kufunga Alhamisi na Jumatatu na ayau mbili. nafunga kwa sababu ya mtu fulani nata katari kwa sababu mtu fulani ilimsikia kataa na akanifundisha. Sasa kubaki katika swala yake, kubaki katika

jalajalalu anamrehemu na vile vile malaika wanamrehemu na watu na viumbe vilivyoko mbinguni na viumbe vilivyoko juu ya ardhi, hata mtugutuu katika shimo lake na hata chewa samaki katika bahari wanakuwa ni wenye kumrehemu na kumuombea maghfira yule ambaye anafundisha watu Heri yetu naikufulia ni nema hime isaba dini yetu ni nema na dini yetu ni heri. Kushikamana nayo vizuri, tutaweza kuwafundisha watu na ndiyo hali

Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam man da'a ila huda, yoyote ambaye ataingia watu katika uokovu kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Yoyote ambaye ataita watu kwa njia yoyote, ima ya kusoma au ya kuangalia au ya kusikia au ya kutizama na kusikia au ya maneno yake

tumika zaidi katika mtandao wa kijamii ambapo mtu anaeleza badala ya Qur'an, anaeleza nyimbo, badala ya urusu anaeleza uchafu, kuchafu hai mtu anaoga katika hali ya msukuti, yuko holiday anaonyesha

akuwa na mtango ka katika haya na akaweka katika posti yake au katika simu yake, kisha baare ka yake akaeleza anasema, Mtume sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam, wa wa man da'a ila dalalati, yoyote ambayo ataita watu katika upotevu, kana alayhi min al-ithmi, huyu atakuwa na dhambi mithla athami man tabi'ahu fano wa dhambi za mwenye kufuata yeye la yunkasu dhalika min adhamihi shay'an, wala atakungukiwa na dhambi za wale ambao wanafuata. Kwa masikitiko, vile vile ukaona mtu anafanya jambo la halali jambo lake la halali jambo la sunna, kisha baada yake pale pale anaharibu ile sunna, anaposti vitu ambavyo pa uchafu hasa katika masuala ya harusi. Suala la harusi sunna ni kufunga harusi msikitini, bida ni kupocheza michezo michafu ndani ya mahali ambazo ni bida na fawahish. Harusi ambazo zilikuwa sasa hivi ni chafu, wana harusi anatoka msikitini, ambapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahimiza nikaha zifunge msikitini Sa baada yake anakwenda hoi, mtoto wa kiume anachanganyikana na wanawake, wanawake wengine hawana mahijabu, vitongo wazi, vifua wazi, wana harusi na watu wake ambao wanaitwa best men wake, wana katika viundo zaidi ya wakongo ambao wanacheza lidana zaidi leo. Waislamu wanacheza michezo michafu ndani ya mahoi. Kisha baada yake tunalalamika ndoa hizi zinavutika. Baada ya mwaka mmoja ulikula asali, kisha baadaye kuweka sumu. Vipi mtu anakuwa yeye dayuthi anaoa kuombewa Sasa wewe, yani harusi yako tutakuvalisha nguo nyeupe, na kwa sababu sanda ni nyeupe. la haula wala quwwata illa billah. Yani tunaombeana bila kujua, haikuwepo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke ikiwa anafanya harusi yake avalishwe vazi leupe, vazi leupe la kuzikwa, vazi la mwanamke leupe peke yake la kuzikwa, basi la mwanamume islat juma, salatu lidi, na siku ya Arafa au siku ya haji, kuvaa eramu zake na kushikwa na. Ndio maana katika mavazi vilevile, kuna hikma yake. Angalia hikma moja miongoni mwa hikma za mavazi, mwislamu anapokwenda amevaa eramu yake, anaacha mkono wake kwa kulia kwanza, kwa sababu anamuomba Allahu jalla jalaluhu ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia.

u miwili ya maswali wewe mwenyewe ulikusudiwa namna gani? na hali ulimtoa mke wako jamaliza hata fungati siku ya kwanza ukamtoa katika ulimwengu mzima, wakaona wengine ni mahasidi, wengine ni mahasidi